Licha ya kuwepo pingamizi na kesi za kupinga kukodishwa kwa viwanda vya kusaga sukari vya umma kwa wawekezaji wa kibinafsi, rais William Ruto ameshikilia msimamo wake kuwa kamwe serikali haiwezi kubatilisha msimamo wake wa kukodisha viwanda hivyo kwa manufaa ya wakulima, wafanyakazi na wadau wengine katika sekta ya sukari, anavyotoarifu Leonard Wamalwa. Akizungumza katika ikulu ya rais alipokutana na viongozi mbalimbali kutoka eneo la Ukambani, rais Ruto aliweka wazi kuwa serikali iliafiki msimamo huo baada ya wakulima na wadau wengine wa sekta hiyo kuhangaika na kunyanyaswa kwa muda mrefu, wengi wao wakikosa kunufaika na kilimo cha miwa na kusalia katika lindi la umaskini. Already we have an additional 2000 acres of land planted under sugarcane. And we have four new factories that we have licensed. And on top of that, zile kampuni za serikali ambazo zilikuwa zina kizungumkuti mingi. We have now finalized the list so that the private sector can come in. And it is very, I am very happy with the progress that has been made. Kuna viongozi ambao wanataka kuweka watu katika umaskini. Unaona wana mtu anaenda kupinga ati factory ya sukari should not be leased. Viongozi huyo wa taifa amewashutumu vikali viongozi wanaopinga hatua ya serikali kukodisha viwanda hivyo, akiwataja kuwa viongozi wanafiki na wasio na nia njema kwa wakazi wa maeneo ya ukuzaji miwa. Saa hizi factory hailipi mkulima. Factory hailipi wafanyikazi. Factory hailipi ushuru. Factory inachukua miwa ya wananchi, inaenda inazama nayo. How can a leader mwenye yako na akili aseme kitu kama hiyo iendelee? How can you want people to be in poverty? Hiyo wakulima wa miwa wengi, karatasi yao inaonyesha dr, yani wanadaiwa. Mtu unapeleka miwa, mwisho unaandikwa makaratasi, unaambiwa wewe ndio ulipe kampuni ya miwa. Mkulima anangojea miaka mwaka moja alipwe mwisho siyo ati mkulima analipwa na kampuni ambayo ya alipeleka sukari yake. Mwisho serikali ndio inalipa wakulima, serikali ndio inalipa wafanyikazi. Serikali haikuajiri wafanyikazi, serikali haikuchukua miwa ya wakulima. What kind of nonsense is that? We have completed the leasing. Kadhalika, Rais Ruto alielezea mafanikio ya serikali yake katika sekta zingine na mabadiliko yanayoendelea kutekelezwa katika sekta ya afya, mpango wa ujenzi wa nyumba za nafuu na akiba ya uzeeni kupitia hazina ya NSSF, akisema serikali imeweka sheria na mikakati za kuimarisha sekta hizo kwa manufaa ya wakenya kwa jumla. Iliwaambia kwa sasa tunalipa shilingi 200 kila mmoja wetu kwa NSSF 200 shilingi hata mtu wana earn 1 million alipa 200 shilingi. Sasa wewe shilingi mia mbili kila mwezi. Sasa sheria ya Kenya inasema mwananchi ataweka 6% ya salari yake kwa hazina, yule employer ataweka 6% kwa hazina ambaye baadaye itakuwa pesa ya huyu employee. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.